Greatus Nsemwa mimi ni mkuu wa rasilimali wako Tazama. Leo hii tumekutana hapa amakoa kuu ya polisi mkoa Mbeya kwa ajili ya kukabidhi pikipiki mbili kama tulivyoomba na jeshi la polisi, na nimekabidhi kamanda kwa ajili ya matumizi ya jeshi la polisi. Hata hivi vitendea kazi, nafikiri ni moja ya kiashiria kwamba tuna kupambana kwa kiwango mkubwa sana kuhakikisha kwamba miundo mbinu inakuwa salama, na ndio maana Pipeline wameona sasa waendelee waendelee kutuongezea vitendea kazi ili hiyo miundo mbinu iendelee kuwa salama kwa watumiaji wa vyombo vya moto ikiwemo pikipiki piki za magurudumu matatu na hizi za magurudumu mawili pamoja na vyombo vingine. Sheria ya usalama barabarani iko wazi, na sisi jeshi la polisi ndio usimamizi wa sheria hiyo katika maeneo hayo, kwenye maeneo ya barabara. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunachukua hatua nachukulia hatua sema kwamba hapa, usajili wa vyombo hivi vya moto hususan bajaji vilisajiliwa vili kwa wingi, hatusemi e, vilisajiliwa kiorera, lakini vilisajiliwa kwa wingi, na kwa bahati mbaya sana hawakuweza kutazama e, miundombinu ya barabara. Kwa hiyo vimekuwa ni vingi na e, hizo bajaji zimekuwa nyingi na matokeo yake inasababisha sasae, lakini uvunjaji wa sheria kwa yoyote au wabajaji bodaboda na gari zingine si tunachukua hatua. Kwa hiyo kwa sababu kila siku tunachukua hatua. Na hata ukiangalia wao wenyewe wanafahamu. Kwa hiyo wale unjaji wa sheria tukiwakamata tunachukua hatua kama kawaida. Isipokuwa vyombo hivi ni vingi sana katika mkoa wetu wa Mbeya. Mkoa wa Mbeya hasa bajaji na pikipiki piki za magurudumu mawili. Ushauri wangu tu ni kwamba kwa eh sababu eh, miundombinu inaendelea kuboreshwa nafikiri ikisha kamilika, haitakuwa na shida kwa sababu sasa tunatumia barabara moja Mbeya na barabara moja tu. Ningekuwa na barabara nyingine bypass na nini isinge kuwa na tatizo kwa ya mabari, Magari na mabasi mengine ambayo naenda nchi za nje na mikoa ya jirani. Lakini kwa sababu barabara ni moja, ndio maana unaona hapa katikati ya mji kuna kuwa na foreign kubwa ambayo sasa sisi Jeshi la Polisi pamoja kwamba ndio e, wasimamizi, lakini hatujachoka, tunaelekeza. Wapo wachache ambao wanakengeuka, na hao wachache na, wa na sisi tunakabiliana nao. Kwa majina, naitwa Mrakibu wa Polisi Notker Primus Kilewa, ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Uh, ni kweli uh, tunasimamisha magari tunapishanisha pipeline na Iwambi na maeneo mawili ambayo tunapishanisha, na lengo kubwa ni kuzuia uwezekano wa magari ya abiria na magari binafsi kukutana na maroli. Siku za nyuma kumekuwa na uh, changamoto mbalimbali mbali, ambapo lori linagonga basi na kunatokea madhara makubwa. Tunatambua ajali inasababishwa na uh, vyanzo mbalimbali, makosa ya binadamu, hali ya miundombinu, lakini pia na mazingira pamoja na ubovu wa vyombo vitu hivyo pamoja na jitihada kubwa ambazo tunazifanya, hamna siku ambayo tutafikia ambapo tutakuwa tumefuta kabisa makosa ya binadamu. Hata ukisema leo mtu akilewa, au akienda spidi kubwa, au akiovertake vibaya, atafungwa maisha, lakini bado watu watajitokeza kufanya makosa. Kwa hiyo, jambo la kwanza tunajitahidi kudhibiti makosa hatarishi asifanyike, lakini kwa sababu tunatambua hakuna namna tuyamaliza, basi iendapo itatokea kosa linafanyika basi, walau tuingie kwenye hatua ya kupunguza madhara, na madhara makubwa yanapatikana kwenye magari ya abiria. Fikiria basi mabeba abiria inagongana na lori, madhara yanakuwa makubwa kwa maana vifo na majeruhi. Kwa hiyo lengo letu kubwa la kupishanisha magari, kwanza kupunguza ajali, lakini pili kupunguza madhara, hata kama ajali itatokea, kama lori limefeli ile a, a breki au limetokea tatizo lolote au uzembe wa binadamu, basi usilete madhara makubwa kwa binadamu. Watumiaji wa barabara waelewe, tunapishanisha magari kwanza kupunguza ajali ajali, lakini endapo itatokea ajali hata ya bahati mbaya, basi tuingie kwenye hatua ya kupunguza madhara kwa maana ya vifo na majeruhi, na hilo tumefanikiwa sana. Kwa hiyo watuunge mkono pale ambapo hali taruhusu. Hatutegemei hilo litakuwa uh, maisha kwa maana milele, tutakuwa tunapishisha magari sasa. Hizi naona serikali yetu inaboresha barabara miundombinu, mbinu itakapoboreka na ku, na kuruhusu uh, kuwa mizuri, nafikiri tutaangalia huko, tafanya tathmini kwa kushirikiana na uh, uh, afande ya RPC, lakini na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa itatoa ushauri na kuona uh, hali ilivyo, na nadhani na, huko mbele tutastopisha hiyo hali sheria haijakufa na hatua tunachukua hivi, tuki hata jana tu tumechukua hatua sema kwa sababu hatutoki kila siku kwenye vyombo vya habari kusema leo tumekamata pikipiki uh, piki, kumi mabasi manane malori matano lakini hatua tunachukua tunatoa elimu na tunakamata kuwajibisha wanaofanya makosa na tunazungumza nao.